Nani? Ona nani? Leo ni nyama minofu ya swara mbuzi. Leo ni minofu ya, ya swara mbuzi. Ona tu minofu ya swara mbuzi. Eh, tunataka kutengeneza na kasembe kidogo tu sasa hivi. Kwa hivyo ili minofu hizi ziweze kukua tamu. Step number one unafanya namna gani? Wakati unataka minofu ya swara mbuzi iwe poa. Ona tu kwanza unachezea hii, unacheza na chumvi na geuza pande hii. Eh, alafu pale kwenye pan kando pale eh, mafuta bwana inachemkanga bwana. Bwana bwana, leo kama timu gani nini? Naona, tuone tu nyanya bwana, kitunguu tu sasa, tukaende zangu nayo tuka jumbari. Toka endea bwana. Mm. Leo kama timu gani watu wamesema nini? Nacheta na kwa rambuti bwana. Pia tu bwana. Ona tu bwana. Halafu sasa, ona wachana nayo. Unapika? Mm.

Sasa, leo tunasema leo, simugalima, tunakula nini? Tunakula sembe na minofu e, ya swara mbuzi. Eh, swara mbuzi, aina ya dikidiki. Dikidiki nyama yake huwa ni tamu sana na ina protini na aina ya minerals kama magnesium. Eh, unapata tu kwa dikidiki. Nani ende dikidiki, dikidiki ni diki, aina ya swara mbuzi. wanapatikana wapi? Kwa msituni, bwana, ende kwa msituni, hata wewe utafute

Food, food. Food for the champion. Ati, kundia usalimiane, wakereketo wanasema umekaa siku hizi au hauwasalimii kwa nini? Wakereketo wangependa wa ona, wakereketo wangependa waambia waendeni swara mbuzi. Ndio hii. Waambia endeni, endeni mchukue ya swara mbuzi bwana, ukaanguza kamera. Sasa bwana wakose kuona minofu hmm. wakose kuona minofu bwana. Sasa na ni wakati wa kutengeneza kachumbari na nini. Naona tu sasa, ni nyanya na chinja tu Mm. Sasa hii ni muhimu sana tena, nyanya tu unaona tu. Mm. Kata tu kidogo vidogo. Nyanya mbili imetosha. Mm. Unaona umeona hapo gani? Mm. Sasa vichape mm, na yeye hii, mm, minofu. Mm.

Unaona, ndio hii tunamalizia sasa kachumbari. Mm. mm. <laughs> Very good

Sasa nionyeshe tekniki ya upiti ya hali ya juu. Sasa kusanya hii kidogo pamoja, hmm. Sasa wacha ive na unyevunyevu madakika tu kidogo. Kwa nini tunafanya namna hii? Mm. Sasa itaiva vizuri tena sana. Mm. Very good. Sasa tunaranua vitunguu za adhabu gani? Unatia chumvi kidogo namna hiyo, tayari kwa ugali buda. Moto kidogo, changanya kachumbari. Sasa inyonyanyonye chumvi Kinyonyana vizuri sana na vitunguu na mm. Ona bwana, kachumbari yetu kwa siku ya leo nanyi natana mnaitaja mbaye iko hapa, choma ya swara mbuzi. Leo ni swara mbuzi choma kwa kachumbari na ugali moto kwa maembe na machungwa, ndio hapo

technique mm, tu ni ei tu niei tu, tu tunataka ikuwe soft eh, ambaye hata kujaribu kuimanga na choma isitauke sana. Hata unawacha kwanza kanonyonyonye moto kiasi tu, mm, kiasi tu hata hey. Waze shughuli zingine sasa

Chungwa very important eh, nawekea mm, hadi gele yake kipande. Hiyo mama yangu mwingine unakula mm.

Rudi kwa sembe kidogo, m hmm. A at least his hmm. Kam improve hatukuwa tunataka sembe ngumu sana hm, moto sawa, hm yo

Sasa si tuingie tu upande ule mwingine kidogo TikTok tuweze kupakua na kukula, but kitu muhimu sana umeona leo, nimekusii toka tu endea e, nyama ya swara mbuzi yako endea vipotopoto kama pale, na vio, na nyanya, pale unavitunguu nyanya nini pale, na tuweze kupika chakula kama hiki leo, ikiwa kama siku ya Saturday, hata wewe mwenyewe uweze kufurahia, si ndiyo? toka tuendea nani, ah,